Habari ndugu msikilizaji, natumai u mzima wa afya na unaendelea vizuri. Binafsi namshukuru Mungu kwa nafasi hii ya kipekee kabisa na uhai huu, ndio nao. Napenda kuchukua nafasi hii kukaribisha tena katika chaneli hii ili tuendelee kujifunza pamoja, na ikiwa ni mara yako ya kwanza kuwepo katika chaneli hii, ninaomba usubscribe kama sehemu ya sapoti yako kwetu. Pia usiache kubonyeza alama ya kengele ili kila mara tunapopata nafasi ya kuupload kazi zetu uwe mtu wa kwanza kupata taarifa. Na siku ya leo tutaenda kujifunza zaidi kwa habari ya ujenzi wa kesho iliyo nzuri. Naam, kesho yako inaandaliwa na leo yako. Fanya kitu leo chenye kuipa thamani kesho yako. Hakika kesho nzuri ni matokeo ya mambo mengi unayofanya katika leo yako. Ukipanda mema na mbegu zilizo na ubora, basi utavuna mapema, kwani kila unachofanya leo kuna namna kinayathiri kesho yako. Ikiwa utaamua kuiandaa kesho iliyo bora kwa ajili ya familia yako kwa ujumla, basi utapunguza urefu wa safari yako. Naam, Uamuzi juu ya kesho yako unao katika mikono yako, kwa kuamua kufanya mambo yanayoandaa kesho ili iwe nzuri. Inaweza ikawa kwa kuamua kuchagua marafiki mnaoenda njia moja, ama pengine kuacha aina fulani ya starehe. Inaweza pia ikawa ni kwa kujizungushia aina ya watu ambao mna malengo sawa au watakaofanyika msaada katika kile kipindi ambacho utakuwa na uhitaji kwao inaweza ikawa pia katika machaguzi ya aina ya taarifa ambazo utakuwa ukizipokea, kwani taarifa nazo zina mchango mkubwa katika uandaji wa kesho yako. Njia nyingine inaweza ikawa ni kwa kuongeza maarifa kupitia usomaji wa vitabu na kujifunza kutoka kwa watu waliofanikiwa katika maeneo husika. Lakini pia inaweza ikawa ni kwa kujifunza aina fulani ya ujuzi ambao utakusaidia katika maandalizi yako. Katika kuelekea kesho iliyo nzuri, unahitaji mambo kadhaa ambayo yatakusaidia wewe, na jambo la kwanza kabisa unalohitaji ni maamuzi ya kule unakotaka kufika, kwa lugha ya Kiingereza destination point. Ni wengi ambao ukiwauliza leo unataka kufika wapi, ambao hawatakupa majibu na wale watakao kujibu basi utakuta hawajui namna ya kufika yaani, hawana mikakati ya kufika kule wanakotaka kufika na wachache ndio wanajua kule wanakoelekea na wana mikakati madhubuti ya kufika kule wanakopaona. Lakini wewe kama mmoja ya watu ambao wanastahili kuingia kesho wakishindwa na nguvu, fanya maamuzi katika eneo hili, maana safari inakuwa na maana pale ambapo unajua kule unakoelekea. Na jambo la pili ni jua kwa nini unataka kufika hapo. Ni wengi wanatamani kufika katika hatua fulani ya mafanikio, lakini ukiwauliza ni kwa nini wanahitaji kufika pale, hawajui. Kwa lugha nyepesi, hawana sababu hii ni kwamba na hii ni mbaya sana, kwani kama hujui ni kwa nini unahitaji kufika hatua fulani ya mafanikio, basi kutakuwa hakuna motisha ya kukufanya uendelee wakati ambapo utakuwa umechoka. Ukijua kwa nini unahitaji kufika katika hatua fulani ya elimu, wadhifa, mafanikio ya kifedha na kadhalika, basi hakika hakutakuwa na aina yoyote ya changamoto itakwa kufanya uache kupambania ndoto yako. Njia ya tatu au jambo la tatu ni kwamba, weka mikakati madhubuti kwa ajili ya kufika pale unapohitaji. Hii ni hatua nyingine katika kuhakikisha wa unatimiza malengo, kwani kuwa na malengo pekee haitoshi kufanikisha, bali mikakati ya kufikia malengo husika. Njia ya tano ni kwamba iandike mipango yako yote pamoja na mikakati kwa ajili ya kujikumbusha, kwani ubongo wa binadamu mara nyingi husahau. Unapopata nafasi, basi iandike mipango yako ulionayo pamoja na mikakati yake ya namna ya kuitimiza katika diary, ili wakati utakaposahau uweze kujikumbusha. Jambo la tano ni fanya maamuzi yako katika utumizi matumizi ya muda wako. Mafanikio yote katika hii dunia yamefichwa katika muda, kwani inahitaji muda fulani ili usome aina fulani ya ujuzi, inahitaji muda fulani ili uweze kufika kiwango fulani cha uwadhi. Vivyo hivyo mafanikio yanahitaji ya muda huo huo. unapotumia muda ulio ulionao vibaya basi itakuwa siri katika safari yako mafanikio. Kama ilivyo ada, kuwa muda ni rasimali pekee ambayo haiwezi kurudishwa nyuma. Kuwa na ratiba maalumu itaka kuwezesha kutumia muda wako vizuri pasipo kuleta majuto baadaye. Fanya uamuzi sahihi katika aina ya watu utakaojizungushia. Kiwango chako cha kufanikiwa kitamliwa na aina ya watu uliojizungushia. Watu ulionao wanakuona wewe kama msaada kwao, ikiwa na maana kwamba hawezi kukusaidia wakati unauhitaji. Watu ulionao mnaenda njia moja, mna malengo mamoja, unaweza kuwaomba msaada na wakakusaidia pindi unauhitaji pasipo shaka. Je, wana mchango gani katika safari yako ama waliakupambania kesho yako? Pasipo shaka, kumbuka safari ya mafanikio inachukua muda. Hakikisha ukati tamaa mpaka utakapofanikiwa, mtangulize Mungu katika kila jambo, na hakika hatakuangusha. My God bless you, together we grow in wisdom. Asante sana, karibu tena wakati mwingine.